Heshima ya kweli haisukumi na sauti, vitisho au cheo. Huchipuka taratibu kutokana na tabia njema au unyenyekevu wa moyo. Mtu anayelazimisha kuheshimiwa mara nyingi huvaa vazi la nguvu, lakini ndani hubeba hofu ya kudharauliwa. Anapolazimisha anajenga ukuta badala ya daraja, na watu humtii kwa uoga, si kwa moyo. Tabia ya kulazimisha heshima huua mawasiliano ya kweli. Watu huanza kunyamaza, sio kwa sababu hawana mawazo, mm -mm. bali kwa kuogopa adhabu au fedheha. Kuanzia hapo, ukweli unafichwa Makosa hayarekebishwi na mahusiano huanza kuoza kimya kimya. Madhara yake ni makubwa: upweke huingia, chuki hufichwa moyoni mwa wengine, na uongozi au urafiki hubaki tupu. Mtu huyo huonekana kuheshimiwa hadharani, lakini moyoni mwa watu anapoteza thamani. Ikumbukwe kuwa heshima ya kulazimishwa hudumu kwa muda mfupi sana, na ikiondoka nguvu nayo huporomoka. Tafakari hii kukumbusha kwamba heshima ya kudumu hununuliwa kwa unyenyekevu, kusikiliza na haki. Anayejishusha huinuliwa, anayewaheshimu wengine heshima humrudia bila kulazimisha. Naitwa Izahaki Mwacha, ni kutakia tafakari njema, panapo majaliwa.